Erasto Raphaely Kabupa mwenye umri wa miaka hamsini, mkazi wa kijiji cha Igelehedza kata Ilembula wilaya ya Wanging'ombe mkoa wa Njombe amedaiwa kufariki dunia wakati akishiriki tendo la ndoa na mke wa mtu katika nyumba ya kulala wageni. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe Mahamoud Banga amethibitisha taarifa za kifo hicho ambapo amesema mnamo Juni 8, 2025 majira ya saa mbili usiku Erasto ambaye ni marehemu alikuwa na mwanamke ambaye jina lake limehifadhiwa katika nyumba ya kulala wageni, na wakati wakiendelea na tendo, alizidiwa ghafla na kukimbizwa kituo cha afya cha Ilembula, lakini alifikishwa akiwa tayari amepoteza maisha. Na mnukuu, Kamanda Banga naye amesema, baada ya kufikishwa hospitali, alitambulika amefariki dunia, lakini awali alifika na mwanamke kwenye gesti inayoitwa Mwendavanu kwa lengo la kushiriki tendo la ndoa, na kimsingi sisi hatuna taarifa kama alikuwa ametumia dawa hilo ni swala la kidaktari. Mwisho wa kumnukuu Kamanda Banga. RPC Banga amesema kutokana na aina ya tukio, Jeshi la Polisi haliwezi kumkamata mwanamke aliyekuwa pamoja na marehemu huyo kwa sababu wanaume wengi pia kwenye ndoa wamekuwa wakipoteza maisha kwa sababu hiyo, hivyo hawawezi kumkamata mtu kwa kufanya mauaji kwa tendo hilo. Hata hivyo, diwani wa kata ya Ilembula Hezroni Myale amesema kupitia taarifa ya familia ambayo imetolewa wakati wa mazishi yaliyofanyika katika kijiji cha Ilembula imebainisha kuwa sababu ya kifo cha Erasto Kabupa ni tatizo la moyo ambalo limekuwa likimsumbua kwa muda mrefu.